Ee Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, mwanao mpendwa, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo mnyenyekevu na uliovunjika. Nakiri kwamba ni nguvu zako pekee ndizo zinaweza kunikomboa kutoka katika kila ushawishi wa giza. Baba, nakuomba unifunikie kwa damu ya thamani ya Yesu, iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi na ushindi wangu. Kila kazi ya giza, kila mtego wa adui, na kila pingu za kiroho zinazojaribu kunifunga zivunjike sasa kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu, njoo usafishe akili yangu, mwili wangu na roho yangu. Ingia katika kila eneo la maisha yangu na ondoa kila kitu kisichotoka kwako. Ninatangaza kwamba Yesu ndiye Bwana wa nyumba yangu, familia yangu, njia zangu na mawazo yangu. Kila nguvu ya giza, kila laana, kila neno baya lililonenwa dhidi yangu, na kila nguvu fiche inayojaribu kunidhuru, iondoke sasa kwa mamlaka yako. Wacha nuru ya Kristo iangaze mahali ambapo kulikuwa na giza, na upendo wako ujaze kila pengo lililokuwa ndani yangu. Bwana, waagize malaika zako wa vita kunizunguka ili hakuna uovu utakaoweza kunigusa. Nivishe silaha za kiroho: kofia ya wokovu, ngao ya imani, dirii ya haki, mshipi wa ukweli, viatu vya Injili ya amani na upanga wa Roho ambao ni Neno la Mungu. Nisaidie kusimama imara, nikimpinga adui, nikijua kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule aliye ulimwenguni. Baba wa Milele, ninakiri kwa imani kwamba nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Hakuna nguvu za giza zilizo na mamlaka juu ya maisha yangu, kwa kuwa mimi ni mali yako, Bwana. Nifiche chini ya mbawa zako, nilinde dhidi ya kila uovu unaoonekana na usioonekana, na uniongoze kutembea katika uwepo wako siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Mkombozi wangu, ninaomba na ninapokea ushindi. Amina.